Hali Athumani Rajabu, mimi huyu mama alopata alo tatizo au alowawa ni mama wangu mdogo. Kwa hiyo huyu kijana wake uwaga kuna kuaga na kiugomvi ugomvi, lakini hai, haipelekeagi kwamba kama anaweza akachukulia tatizo kama hilo. Kwa hiyo majira ya leo kwenye mida ya saa tatu asubuhi mimi nikiwa kijiweni imefikia mahali sasa, nikapigiwa simu na kijana mmoja, mamako mdogo kule anapigwa na Jamali, fanya uwai. Sasa baada ya mimi kutoka kule kijiweni mpaka kufika hapa, kwanza nikakutana na watu wengi barabarani, wakaniambia mama yako atauawa, kwanza mpaka hivi, labda atakuwa ameuawa. Basi watu wakawa wengi, sasa tunateremka nao huko. Mimi baada ya kufika hapa niliingia ndani kweli, nikaona mama wangu kweli tayari amesha lala chini na hayupo tena duniani. Naona bwana basi, kulikuwa na watu baadhi ya walikuwa wametangulia, akiwepo mwenyekiti wa kitongoji, alikuwepo hapa. Ina maana sasa yule kijana baada ya kutaka alivyofanya hilo tukio, alitaka kukimbia, lakini mwenyekiti wa kitongoji aliweza kumdanganya danganya na nakamrudisha ndani, akaingia ndani baada ya kuingia ndani sasa, watu walivyojaa, watu wenye hasira kali wakaamua kukanyaga mlango na kuingia um, um, nani yule kijana kumshambulia yule kijana. Kwa hiyo ndoo hayo yaliojitokeza mpaka hivi. Jina anaitwa Zulfa Selemani, kwa usemi unaonekana alikuwa anaishi na mwanaye, huyu ni kama vile maadui, kwa sababu kijana anavuta bangi. Saa zingine anamfuata anamfuata mama yake, anamwambia mama, umependeza. Ina maana huyu kijana alikuwa anamtamani mama yake, ndivyo inavyoonekana kwamba alikuwa kijana anamtamani mama yake. Mara nyingi anamwambia mama umependeza, mama umenenepa, hivyo namnenepea mimi nani, sisi mi kijana wako niko hapa. Kwa hiyo kijana huyu alikuwa anavuta bangi kupindukia. Kwa majina anaitwa Thomas Narabe, mwenyekiti wa kijiji cha Rongadida. Jamali zilimkuta alikuwa na kisu mkononi, na akasema kwamba nimeshamua mama tayari, fika kwenye eneo la tukio nikafika pale, nilipofika hapo nikakuta nika mama ameshafariki e, na kijana wake aitwaye Jamali alikuwa ndani amejificha ndani. Sasa baadaye tukaendelea kuwasiliana na polisi galapo e, na bahati nzuri polisi galapo hawako, walikuwa wepesi wakafika kwa haraka. Walipofika na watu pia waliongezeka, wakao wengi kupita kiasi. Ah, vijana walitoshinda nguvu wakaingia ndani kwa nguvu waka, pia wakamuona hiyo Jamali.